Yo, watu wengi sana hususan ni wadau wa burudani asa hivi wameibuka kwenye mitandao ya kijamii wakiendelea kumponda Diamond Platnumz kulingana na ile show ambayo ameenda kuifanya katika siku ya hapo jana. Ifahamike kwamba Diamond Platnumz aliweza kufika katika e bana miji ya huko London, mtaani kabisa akiwa anaimba e bana nyimbo zake tofauti tofauti. Sasa watu wengi wamekuwa wakimbeza Diamond Platnumz baada ya show yake hii kuweza kuifanya mtaani tu, kwamba ameweza kushusha e bana hadhi yake kama msanii kwa hapa Tanzania. Sasa, e bana, show hii ni kwamba Diamond Platnumz aliweza kualikwa na DJ moja maarufu zaidi kwa upande wa huko London ambaye anafahamika kwa jina la DJ AG Online ambaye waliweza kutengeneza post kabisa na Diamond Platnumz akaweza kushare kwenye mitandao yake ya kijamii kama vile Instagram. Sasa, baadhi ya watu wengi sana walikuwa wanaanza kujiuliza kwamba itakuwaje hii show, kwa sababu DJ AG Online yeye e bana inafahamika kwamba show zake ni za mtaani, yani kwamba anafunga barabara then watu wanaanza kufanya performance kipindi ambacho yeye anaendelea ku mix mix kama DJ then baadaye watu wanaendelea kufanya performance zao Platnumz. Kwa upande wa Diamond watu walikuwa nasubiri kwamba itakuaje baada ya Diamond e kuweza kuthibitisha kwamba atakuwepo kwenye hiyo show. Na yeye Diamond ye Diamond Platnumz aliweza kufika kwenye hiyo show na aliweza kuperform mchana kweupe kabisa akiwa na kundi la watu akiendelea kuimba e bana nyimbo zake tofauti tofauti. Lakini mimi nataka tu nikuambie kwamba DJ AG, DJ AG, AG online yeye ni moja kati ya madijai ambao wamekuwa wakifanya ishu zao za kuendelea kuwatangaza wasanii wapya ambao wamekuwa wakifanya vizuri kwenye game, na nikukumbushe tu kwamba moja kati ya watu ambao washai kuonekana katika show zake ni kama vile Kat E, lakini pia Ed Sheeran naye ashawahi kuwepo kwenye show za DJ AG online, lakini pia Will Smith e bana Siara pia aliweza kuwepo, lakini pia show zake za huyu DJ AG online lakini pia Wizkid, e, bana ma, Majo, e, Majolize na pia shawahi kuperform, lakini pia Mr Flavor na wengine kadha kadha ambao washawahi kufanya show pamoja na bana DJ AG online ambaye amekuwa akiwakaribisha masta tofauti tofauti ambao wanafanya vizuri katika, e, katika mziki wao. Sasa, E, pamoja na DJ AG online katika siku hii ya hapo jana ambapo ameweza kufanya show yake mchana kwa upe kabisa licha ya kwamba watu wengi wameweza kumbeza. Na kitu kingine ambacho kimeweza kuwashtua watu wengi sana ni kuhusiana na ushawishi ambao e, bana wawili hawa wako nao kwenye mitandao ya kijamii yani masuala mazima ya ushawishi kwenye mitandao ya kijamii licha ya kwamba show zake amekuwa akiwaalika masta tofauti tofauti kama vile Ed Sheeran as I tell you before ni kwamba yeye kwenye upande wa Instagram yuko na followers e bana laki tano, elfu hamsini na moja lakini kwa upande wa Diamond Platnumz ni mtu ambaye kama anafahamika kwamba yupo kwenye namba nyingine kabisa yuko na followers milioni kumi na nane point sita sasa ukitazama kwenye upande wa ushawishi e bana DJ AG online ni kama vile yuko na namba ndogo tu, anamzidi kwa, e, followers. Kwa sababu Mwijaku ni mmoja kati ya ma influencer ambao wamekuwa wakifanya kazi zao hapa Bongo. Yuko na followers milioni moja lakini kwa upande wa DJ AG online ambaye aliweza kumkaribisha Damo Platinum. E bana, ili Damo Platinum aweze kukutana mashabiki wake yuko na wafuasi wadogo, kinoma noma, yani kwamba ni laki tano na elfu hamsini na moja afu kumkaribisha star ambaye, e bana, yuko na followers milioni kumi na nane, eh, point sita. Lakini kama nilivyokuambia, pia Ed Sheeran naye pia ashawahi kuwepo pale, ambaye ni moja kati ya mastar ambao wanafanya vizuri kabisa kwenye upande wa sh kufanya performance katika mitaa ya barabarani ambayo, eh, DJ AG amekuwa akiwaita mastar tofauti tofauti waje kuperform e bana mtaani, lakini pia shangwe la mashabiki linakuwaje e bana? Ni upi mtazamo wako kwa mda wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Dropisha comment yako, kunyonja comment iini, sawa sawa, online digital chachao.